Naitwa Martha Mboma, ni afisa habari wa halmashauri ya manispaa Singida. Nipo katika eneo la Unyamikumbi B ambapo panatarajiwa na tayari pameanza ujenzi kwa ajili ya shule mpya ya msingi ambayo itaenda kwa jina la Unyamikumbi B. Shule hii itagharimu kiasi cha shilingi milioni mia tatu ambazo zinatekelezwa kupitia mradi wa boost. Pongezi kwa serikali ya awamu ya sita ambayo imeendelea kuboresha miundombinu kwa ajili ya elimu wanafunzi walikuwa wanasoma maeneo ya mbali katika eneo hili la Kisaki, lakini sasa huduma imesogezwa karibu na hapa. Nazungumza na wananchi wa eneo hili, wamepokeaje ujenzi wa shule hii katika eneo lao? Karibuni. Mimi kwa jina naitwa Saidi Ali, mkazi wa kijiji cha Kisaki, manispaa ya Singida. Ujenzi wa shule hii tumepokea vizuri sana, kwa sababu ni huduma nzuri kwa vijana wetu ambao walikuwa wanaenda umbali mrefu sasa hivi nani huduma imekuwa karibu. Walikuwa unapata changamoto nyingi za kwenda shuleni, kuna mbali mrefu, kuna maporipori hapo. Kwa hiyo wana maringine wakutana hata na vipaka njiani, kwa hiyo sasa hivi tunawapokea, tunapokea shule vizuri sana kwa mikono yote miwili. Tunamshukuru Mama Samia, aendelee kuzidisha kuleta huduma katika jamii yetu. Kwa majina naitwa Halima Saidi, ni mkazi wa kijiji cha Kisaki, kitongoji cha Iyanga. Shule tumepokea vizuri, na tunataka wajenge kwa haraka, ili watoto wetu waanze kusoma. Walikuwa wanapata tabu sana, kwa sababu wanaenda shule iko mbali, wanashuka mpaka kule Kisaki, ni mbali. Sasa tunapokea shule hii vizuri, mtufanyie haraka ili waweze kuanza masomo yao. Hata waliokuwa wanakumbana nayo ni pamoja na tembea umbali mrefu na changamoto za chakula, hasa hasa chakula. Hatuna hela ya kuwapatia watoto, wakiwa wanaenda shuleni na kurudi watakuwa wanachelewa. Hasa hasa hawa watoto wadogo wakiwa wanaanza chekechea na darasa la kwanza wanapata changamoto sana. Mimi naishukuru tu